Kuna sintofahamu, wengine wanasema e, Leila anataza kabisa kuimba kushiriki kuimba, lakini wengine wanasema umemruhusu vile mwenyewe ajinanii taratibu, ili arudi kwako kwa sababu anakiona kipi ni kipi. Mimi ili swala la, la mke wangu nilikuwa nalisema na sana. Aa, unajua watu nilichokuwa na kigundua kwamba watu nataka, wanataka relation relation yetu ya mimi na Lela iwe katika mtandao kama mm, ile kwa watu wengine mm. Mm, na katika istikama ya dini hakuna hichi kitu wazi Mami. mambo hoya huyo huko, sio wewe, yule yule wewe, arudi kaitwa nani kaitwa haya, sio wewe, wewe ndo haya

katika dini mambo ma, ya mitume tu ndio yaliyowekwa wazi, kwa sababu Mtume Muhamad wasallam ndio kigizo chetu. Sasa utamwigizaje? sasa mimi nitakuwa kigizo cha nani, wakati mtume ndio kigizo chetu na mitume ndio kigizo chetu. Sawa, mimi nilichozungumza na mke wangu kitabaki mimi na mke. Basi Sitaki. Kwanza, kuna vitu vingine naweza nikazungumza neno mm. I'm not sure kama nitamuumiza sio? naweza nikazungumza neno. Unajua, dini haiko kwenye jazba. Dini ni nasaha, dini ni utulivu mm. Dini ni fikra mm. Funika ndio vizuri, ajifunike vizuri nywele mm. zako.

mambo ya dini hayapo. Mitume ndio alikuwa tunatakiwa tuwafuate, sio, sio watu baki. Kwa hiyo mimi siwezi kukaa nikazungumza tu maneno. mm -hmm. Oh, manake kama nimemkataza unajua, kuna, kuna kumkataza mm -hmm. na kumwambia mm -hmm. kwamba vipi mke wangu mm -hmm. eh? mm -hmm. Sasa leo mimi mke wangu yule, au sio bwana? Kuna jambo tunatakiwa tuzungumze, tunazungumza na mke wangu kwa hiyo vipi na vipi. mm -hmm. Zamani ilikuwa unajua, kipindi kile cha mwanzo mwanzo watu wengi walikuwa namuona Lela anaimba na hivi nadhani. mm -hmm. na si, si, si, sa, si sawa kwamba wao kujaji tu mapema wameona, eh, maposta wanaona hiki. mm -hmm. Sasa kwanza wanatakiwa tulie, unajua kila kitu, kila taratibu, taratibu. Mm -hmm. Otherwise, sisi tumeambiwa wanawake ni kama ubavu, kwa hiyo tunapotakiwa kuwanyoosha tutumie hikma utaratibu, hmm. Yani unainyosha taratibu, ukitumia nguvu hmm. Utavunja. Ndio. Na ndo utaratibu hmm. Mimi mke wangu sasa hivi tunasali jamaa, ndio jamaa, eh? Sasa huoni na im, im, im, im ye, ye, mimi nataka sala ndo imkataze yeye, sio mimi. Umeona? Eh, kwa sasa mwana kazi sasa, kwani mimi nitumie nguvu? Yani taratibu, taratibu unaona, anapunguza na yeye mwenyewe atafika pale, atasema sasa naona haya mm. Kwa sababu ili, ili anifanye mimi niwe, niwe mtu katika watu lazima niunge mkono. Ndio. Umeona? Eh. Kwa hiyo mimi, kilichokuwa kinaniuma, hata mke wangu marehemu Chiku aliwahi kidogo, aliwahi sana, yani ile kwamba, yani aliwahi kukimbilia kunifuata, alikimbili haraka sana. Wake zangu alikuwa anaswali kama ah what wanaswali wote, lakini ndio swala za wanawake tu ikiwa eh, tena ndio siku zimefika, zili tena zinaongezwa siku zao <laughs> <laughs> mashaallah, lakini tuwa tuna sali hmm. Kwa hiyo ile kukaa, kukaa kusimama vizuri hmm, kwenye dini sasa ndio ilikuwa bado hatujasimama. Sasa, kwa sababu natakiwa mimi ndio nisimame sasa, mimi nikisha kusimama, na watoto watasimama na wake wa zetu watasimama na mingine, sisi tunatak kwanza tusimame. Unaweza kawa wewe umesimama una dini una hivi, lakini hujasimama hujakuwa kuwa na istikhama kwamba mimi natakiwa nisimame hivi kwenye dini. Wangapi mashehe, wake zao, wajukuu zao wanakaa kwenye nyumba na watu mm -hmm. mm -hmm. Yaani ndo makosa, ushaona. mm -hmm. Mimi nilikuwa natafuta riski kwa kuimba, mi ndo nilomkamata mkono lela kumwingiza kwenye tarabu. Kwa hiyo mimi ndo nitamkamata mkono taratibu, atarudi. Lakini mi nilivyomleta sikumwambia njoo tu hiyo sasa hivi natakiwa pia nitumie utaratibu ule ule nao vizuri, na ndo hikma. Msikubali kukaa na wake zenu kama wewe. Mimi nimeelewa, maanake kuna, kuna kuacha. mm. kuna kuacha na mm. eh mm. mm. e. lakini mimi vizuri eh mi sijaagwa hapa sasa hivi, kama tunapiga show nikalala peke yangu, mm. mimi kimya sasa. Ndio maana naambia mmemuona, ndio maana nauliza, kuanzia Januari mpaka leo nionyeshe apo ulipomuona anaimba mm. nimemwambia hivyo, mwenye anafanya, anafanya taratibu, huna haja ya kumlazimisha. Kwa nini mlazimisha yeye? mm. ye, ikifika siku atanambia mme wangu sasa nimeacha

kwa hiyo pia inaona watu wote natakiwa tulinganiane. Umeona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ami yake pia kashindwa, kamlingania kamlingania mpaka kwenye vitabu vimeandikwa mm. sasa yule na kamkosa mm. na Allah akasema wewe si mwa, wa, wa, wa kubadilisha mtu, Allah ndio anamwongoa mtu Ndiyo. sasa tumwombee kwa Allah na wengine waombee kwa Allah wapate nusra, wabadilishwe Allah, wabadilishe waingie wa, wa, katika uongofu, maana maanake unaweza kukuta mtu ana dini ya kila kitu, naku, anadini, kitu ah, sad, sad, dawa, lakini hayuko katika uongofu. Uongofu kitu kingine, na kuwa na dini kitu kingine. Eh, tunaongea tuna lakini tunapata dawa nzuri sana kutoka kwa Alhaji Mzee Yusuf. Tukumbushe waambie eh, watu ambao walikuwa hawajui wana sintofahama, ilikuwaje tu a umemchukua mke wako ume uchu, umepeleka hospitali ilikuwaje pale kati. uchu, eh, uchu kuna uchu, kuna, uchu, kuna watu wanazungumza vitu vibaya mashaallah eh. <laughs> hatari astaghfirullah. maneno tunawaachia. Lakini mimi maana wengine wanasema nilikuwa nimesafiri wengine sikuwepo maanake mm. sijui nani anatoa taarifa mm. kwanza Alfajiri mke wangu amemaliza kusali, mimi narudi msikitini, naona message naingia kumi na mbili kama na mm, iko zamia... ah, e, mm. e mm, basi mimi nimemaliza, nimesali alfajiri, kwa hiyo nikatoka nikaenda kufanya mazoezi kidogo, hadithi azkidog message eh, basi nikamwambia basi, baada ya msali ndio muhimu, jitahidi upate na adhuhuri wewe, ukipata kusali na mtoto pia anapata nguvu ya ku, ya, kunaniye, ya kushuka. Basi akanambia napumzika. Nikamwambia hamna tatizo, subiri kumi na mbili na nusu au kumi na moja kasoro, ili jua alishatoka, afu utapumzika, hamna tatizo. Napigapiga nani hapa, nasomasoma kidogo, basi Saa moja na nusu saa mbili mi nimeamka, saa tatu saa mbili na nusu nimeamka, nikasema acha mi nikamfuate kwa sababu leo ilikuwa kliniki, ilikuwa kliniki, ya kasa, chanika, kuna ilikuwa kuna benki inaenda pale, basi pale nitampitia nione kama vipi nitampeleka hospitali. Basi sasa natoka pale, napigiwa simu, kiwangu anaiona pigiwa simu, anishavunja chupa, njoo saa tatu. Basi mimi nikatoka moja kwa moja kumfuata mm. nimeenda kumfuata saa nne na nusu nimefika tena saa ngapi? Saa, saa kama saa, saa tisa au vipi mm. saa ngapi? saa tatu na dakika thelathini na mbili mm. eh, ananiambia fanya upesi mm. eh, fanya upesi basi, maanake mm. mi bado huku niko kama kawaida basi nikamba niko njiani mm. ndo nakaribia, nikatafuta gari pale, kamfuata ndani kule kwa ndani, kamleta barabarani, kafika pale, mimi nikamchukua mm. kanyanyuka mwenyewe, kaingia kwenye gari fresh. Tangu muda huo mpaka muda wa mauti ulikuwa naye tena, tumekaa pale hospitali tunacheka na nicheka. Viatu vyangu nilovivaa vile ndio vile nimevaa mpaka wakati wa kuzika leo, mmevaa viatu vyangu. Tumekaa katiza mwanjia bado, akarudishwa katoka hospitali, kamaliza fresh E, mm. tukakaa mara na, najisikia hivi na nisomeeni, tunasoma nimekaa pale na msomea mpaka mm. saa tisa tumemaliza pale, tisa na robo, na, aw, aw, tumesema saa kumi tutazama tena njia mm. Lakini, bora, analia sana huyo, mchungu na nini na sawa, basi kamaliza tena, ndio amana hapo hapo mm. e, CMV kuna hospitali mm. ndogo ya Kiislamu pale mm. amana, basi katoka pale wamemaliza pale, daktari wakaja ndani wakasema, basi tupisheni tutizame. Si tukatoka nje, hajabadilika, analia vile vile, uchungu ulikuwa mkubwa. Ilikuwa sentimita ngapi, wanasema mpaka dakika hiyo? Ah, sijauliza hizo sentimita, nimetoka zangu pale, tumekaa huko sasa. Pale ndio ikaanza ingia toka, ingia toka, ingia toka, kama tukawa na wasiwasi mm. akatoka pale, akaingizwa kwenye chumba. Basi mimi nikaitwa na muombe baba yake, mimi niko kwenye gari, kuna chaji simu saa tisa, sijui kitu kama hicho. Tukasubiri e, mm -hmm. mm -hmm. nitasubiri mm -hmm. na mtoto unaitwa baba fia. Haya, ukienda nikaambaia tuna wasiwasi kama nini, nini sijui ko ndo sijui limekatika limekatika la mtoto kwa hiyo mtoto unajua mkubwa sana na, na, na daktari hayupo daktari bingwa. Yani yeah, kwa, tu, kwa daktari, kwa daktari bingwa saa kumi, ah, eh, yani ndo hicho tu tuhakuwa na tatizo kwa sababu daktari bingwa alikuwa anasema nakuja saa kumi kwa hiyo yani hakukua yani daktari alikuwepo kaondoka pale kamwangalia mtoto m -m alikuwepo mm. Na dokta wake na dokta bingwa walimwangalia wakasema, kwa hiyo mimi naenda kwenye kikao, narudi. kwa hiyo si mpaka saa kumi mm. Atakuwa kisha rudi mm. Yani, yani kabisa kadari ya Allah unaiona kabisa, wewe unapanga mm. muda, muda huu hu, hu. Mm. Basi mm. dokta, tunampigia hapo kwa kwenye kikao mm. Sasa na, si siu akaongea ongea, nini itabidi sasa mumbadilishe hospitali kwa sababu na yeye akutoka Mkuranga mm. mpaka huku ulikuwa shughuli, kwa hiyo mm. kwa mm. pale, kwa hiyo ungemfanyia pale operation ndio basi. Kawa ndo alivotoka kawa ka change sana change, tukachukua pale tukampakia tukaondoka naye nampeleka sasa hospitali ehe, la ilaha illallah, subhanallah, hivyo hivyo anasema mwenyewe, mpaka tumefika hospitali tumefika pale Amana nikamshukua Ndo kanaambia pumzi zili zimenishia mm. Kamwambia jikazi, akajikazi akanyanyuka, akakaa kwenye kiti pale, wakamchukua akaenda naye ndani. Sasa kuna dokta mmoja pale. Akanaambia niambie dokta gani anampokea. Itabidi wanamwingiza damu, wakamwingiza damu sijui anasema unit mbili mm. kamaliza kwa hiyo pale tena hatujui kinachoendelea. Ikafika saa kumi na mbili sisi tukatolewa tukaondoka tukenda kufutari, tukamaliza fresh tukarudi akaniambia bado saa kumi na mbili na nusu saa moja kasoro akasema bado subirini ngoja watoke maana yule watoke, anasubiriwa amke sasa hivi anasubiriwa mm. amke na ripoti ishatoka kwamba mtoto mtoto kishatolewa, mtoto, kishatolewa. La, e, yeah, e, mm -hmm. Mm -hmm. La, lakini anasubiriwa mama. Mm -hmm. Yeah, yeah, mama amke basi, tukasubiri moja na nusu tu tukasikize tena, tunamsubiria mama amke, mtoto tukashamtoa eh nini cha uzazi sijui kilikatika kwa nyuma, kili, mfuko wa uzazi tukautengeneza fresh. Kwa hiyo tukasubiri tu amke, akaamka vizuri tu akaamka, lakini baada ya nusu saa akachenji. Inaonekana mapigo ya moyo yalikuwa vibaya, sijui alikuwa vipi, ni moyo inaonekana ulikuwa shida. Basi ile ndio ile iliyotokea mpaka saraka tole mauti. mm. na hakufa ndani ya operation wala kabla ya operation, kwa sababu ingeli kufa kabla ya operation wangesema alikufa afutokatoa tukatoa kiumbe jio. Lakini wamesema kabisa, tumetoa mtoto tumekosa mm. Tukarudisha kidonda cha mama, tukasafisha vizuri kizazi chake, tukakirekebisha. Maanake kama ingekufa, hawakuwa na haja ya kutengeneza kizazi. Fuko lake la uzazi lilichanika kwa nyuma, kwa sababu mm. mtoto alikuwa mkubwa sana, alikuwa okay, okay, wa kiume mm. Kwa hiyo tukarudisha, nikauliza, kwa hiyo kika salama? Kikasalama ah, tukakirudisha vizuri, tukarudisha, tukamsubiri aamke ah, kaamka mm. Baada ya kuamka mm. ndio ikatokea hiyo hali mbaya tena, baada ya nusu mm. e, saa, baada ya nusu saa e, tukajitahi lakini tumeshindwa, mama akafariki. Sasa ndo pale mimi sijaelewa, mama gani kafariki yani, mimi kama nilikuwa nafikiria naota sijui yani. huyo mke wako? Mke wangu, mm. mm. mm. Chiku, jina lake nani? mm. nikamuuliza eti Chiku Ngamba, lakini yule si bibi yule. Na basi tunasema kwa bibi ile jinsia umeona. Mm. Kwa hiyo aliamka. Sasa wanasema habari za ripoti za usasas... daktari. Sasa watu wanasema kila mtu anakuwa daktari gani kasungumza unafiki hivyo. Hakuna sijui kama anaweza kuzungumza maneno yale. Mm. Eh, hey, anasema kanywa dawa ya kienyeji. Mimi nilikuwa na wasiwasi. Wasi. Mm. Na hata daktari nilimwambia, "Kambe labda isije ikawa kanywa. Kuna majani fulani yanaitwa matakova." Mm. Nikawauliza. Wakaniambia, "Hakunywa kayaacha." isipokuwa kala tende kwa sababu mimi nilimwambia suna. Mm. Ukita, ukiona uchungu mkali hizi tende kula kwa. Mm. Kwa mbili tatu wewe upendi tende. Mm. Lakini hii ni suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hii suna ya bibi, bibi Maryam. Mm. mama yake Nabi Isa. Mm. kula. Na kweli anasema mimi ni uh, yule kijana, maana tulikuwa watu watatu hakukuwa na familia zaidi ya mimi na yule kijana alokaa mbele ndani. Mm. Umeona mwenyewe usiku kucha, kumbe alikuwa anasoma Qur'ani usiku. Mm. Maa sema inasumbua mm. kula vizuri na nini Umu, sasa mtu ana hatari hatari kweli, asema una habari. Basi hata jina la daktari tukapata, mm. kumsuta, maanake yeah. hey, tungepata uhakika yeah. Kumbe yeah. yeye ametudanganya mm. hey, mimi ndio nilipewa taarifa mimi mwenyewe mm. hakuenda mtu, yote familia yote nilikwamba oh, familia mimi. ni mimi umma wengine, wanatakuwa upate taarifa na hiki usikifanye, mm. si kizuri, lakini ile no, hakuna linaweza kufanyika bila Allah kusema yes, ndiyo. na hawezi, aliwezi, kama ni kadari itakuwa hivyo, mm. Allah akishasema ndio, na kama hajasema sio. Pale wengi furukuta na akapona na akarudi. Umeona, una neno gani kutokana na una mambo yote no, yanayotokea umejifunza nini au una neno gani la mwisho la kumalizia mzee? ah, kila kitu ninachokiona hapa ni kwamba kila kitu kimeandikwa na Allah, ndo, mm -hmm. na kisha kusema Allah kwamba litakuwa litakuwa kun fayakun, hakuna mtu mwenye ziada ya kusema zaidi ya hili neno e, limewatokna nimeingia chumbani wallahi, nilitoka nilimwita mtu anischuku kaeka kazieka pahali mbali iyo mambo. Kwa hiyo mikaa basi nunua hiyo nusu kwanza, nilikwenda nilikwenda ndani nikaona Ligia toilet kidogo, basi niliona kama anapita vile, yani vile mazoea, imwitatu kijana wangu niliona kitu. Basi pale pale zile nguvu zikarudi vile vile, kwa sababu ukianza kufika pahali hakuna kifo kisichokuwa na sababu mm -hmm. Manake asbabu mm -hmm. Imeumbwa na Allah mm -hmm. Halafu Allah akaumba sahau mm -hmm. Eh, mm -hmm. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atanipa subra, atanipa kama ni mbadala mm -hmm. Ama aliyekuwepo atakuwa ndo mbadala wa kheri, masha Allah mm -hmm. Cha muhimu mm -hmm. kukaa kumwombea magfira kuacha mm -hmm. Unajua msiba ukikukuta wewe unayeandika upuuzi ndo utaona kumbe mimi nilikuwa nakosea kwa sababu mm. kula shaiin ahsainahu kitaba, kila kitu tumekidhibiti kwa kukiandika. Umeona huyo mm. Mwenyezi Mungu anasema kila kitu utakachofanya kitaandikwa, aya za Allah zinazungumza hivyo. Kwa hiyo ukikaa mtu sijui, hata ukijiona wewe, sijui mimi naweza kufanya hivi mimi ndo mzee waombea basi kuwa na fact katika mazungumzo mm. daktari fulani alisema kadhaa wa kadhaa, sio habari nyepesi nyepesi. Hili jambo halitakiwi liwe siri. Kwa nini? Sasa na wewe unazungumza siri, wakati unaleta dhahiri. Ndio wewe usiongeza dhahiri. Sasa mm. nimezungumza na daktari fulani, daktari yake anaitwa Khadija mm. yuko pale CASMV a hospitali kasema hospital. kadhaa mm. eh, kwa sababu sisi tulikuwa na wasiwasi labda kan na ni, ule ule, ule. Majani yes kwa sababu kumbe nimeyakuta hakuahi kayaacha hmm. Kumbe hiyo chupa ipo, tunatazama chupa ile tumekuta ya chai hmm. Sio ile ah, ye hakuja nayo akuchukua hmm. Nilimkataza hasi, asifanye hivyo, kwa hiyo kumbe kala tende naamba kala na tende, tende ni suna ukula basi na tulichofanya nyingine, tumesomea tumemsomea tumesomea maji bas, kama mm. Qur'ani na sumu katika, katika tumbo la mtu. Haya, hiyo hivyo sumu itakuwa hiyo na hiyo tende mm. eh? wainaban wainaban wa wakadhiban wazaitunan wanahla na mizaituni na mitende, hii ni vitu ambavyo ni neema za Allah mm. Zipo kwamba ni, ni vitu watu tufaidi mataa lakum walianamiku viwe burdani kwetu na wanyama wetu. Ndiyo. Kwa hiyo sasa mtu anapokaa hatari mm. fact. Dokta fulani hospitali fulani kasi kasema fula. kadha kadha kadha. mm. Tumeenda amana tukakutana na hiki Ah, na hiki. Alishakufa mapema Wallahi afe mapema hafu madaktari ndio ananiambia mm. hey. hakuwa, hakuwa mm. yani kama akuwa kama kafa na, na maiti kwa hiyo unataka tunatakiwa kutoa maiti, anataka ikae nusu saa tumlendane au lisali moja, kwa hiyo e, kisha kaa muda. Kwa hiyo tunatakiwa tuondoke sasa, kama ingekuwa nusu saa au masaa mawili, maana tumempeleka tangu saa kumi. Ndiyo. kama ingekufa saa kumi tungesha saa kumi na mbili tulipoenda mara ya kwanza kishajifungua tunasubiri amke, kama hasa wamemtia damu unit mbili mm. zimeingizwa hasa marehemu atatia damu. Najua hata sasa kwa nini <laughs> kifichwe, kwa nini kifichwe? Alafu ni mimi kwanza sina tabia za kufichaficha, mi ningesema jamani kitu fulani lakini huwezi kujua sababu. Ndiyo. Sababu kubwa itakuwa ndo ule ule ujauzito, kwa sababu mwisho wa siku, kama aliona ujauzito anaona hichi labda kina nifa wangapi, tunafanya hivyo au ujauzito, ukinywa maji hivi, ukinywa maji ya zamu, sababu ukifanya mm, unafanya hivi, ndivyo vya kawaida mm. Sio tena, umeenda kwa mganga labda, utaambia mimi kweli, nataka kuniambia mimi mushrik, kwa hiyo mimi nafiki na maana mimi niko katika dini kinafiki mm. Bado nataka mambo ya kinafiki mm. Kanywa na nani wewe, familia inaficha familia? Ni mimi mke wangu, nilikuwa mimi na yeye tu ndani ya gari na shangazi yake, shangazi yake tumemchukua njiani, mm. jona mm. mimi mke wangu tangu anazaa mimba ya kwanza yuko kwangu, ya pili uko kwangu, na wale waliokuwa namona, hana tatizo, hakuwa na athari, hakuwa na shida, hakuna damu iko sawa, sawa, yani yuko fresh mm. Umeona? hakukuwa na alama y kwamba, ndo ile nasema kifo Allah kakificha, kakificha lakini unaposema vitu vya hatari, mimi siogopi vitu vya nani mm. Lakini, lakini naogopa ni kwamba yule anayezungumza unafiki mm. maana yake, na kesho ataandikiwa yeye au jamaa hatari yake vitu vibaya, hatari ndio unasema. Maana yake ingekuwa na fact, daktari fulani alisema tu fulani, sasa tutakwenda tutamuuliza, kwa hiyo kumbe ulitudanganya, ndio iwe hivyo hey, Unawaambiaje wanaongea ongea. Hata ma Insta mtu ameshafariki wa wengine wanaendelea wengine wanaendelea kusema au kuna e, tunap... mtu wengine anaongea vitu havijui mm. Hana uhakika kamili na jambo anasema mtu kama wewe unamwambiaje? Mimi mimi kusema kweli sitaki kumbadilisha mtu mm. lakini nawaambia tu ni kwamba haya mambo ya, ya msiba yanazunguka na, ya eh, labda hayapo kama labda atakuwa kwangu mimi au sijui kwa mwenzio tu utaandika mm. kesho, wewe unayeandika okay. na uo upuuzi wako kesho kute tutakuja kuandika, pengine Allah atakuweka dhahiri shahidi mm -hmm. Ehe, ukaandikwa uka wewe. Kinachotakiwa unapoona msiba, labda uwe mambo hayo ya waheshimiwa mm -hmm. Kijua nitiliwa sumu alitiliwa hiki e, labda ikiwa hivyo, lakini kwa vitu kama hivi tunatakiwa tumuombee yule marehemu yeah. Ili na wewe uje kuombewa, ukimwombea mwenzio na utaombewa. Kwa hiyo cha muhimu tunatakiwa tufikirie kwamba tuombeane yani, tuoneane yani huruma Sio tena ujifanya wewe. Wanzako wote wameandika hivi, we unabadilisha story. Maana kuna mmoja akasema, kasema mimi mimi nani mimba sijui lela na mimba hmm, nikashtuka kidogo, ana mimba kubwa. Nikasema nkasema basi, mimba imeingia ina miezi mingi, maana ikawa mimba kubwa, tabidi emina... na miezi sita ndio sasa mpaka mwezi uliopita sijaona hiyo dalili yali ya sasa. Kwa nini wanataka kufanya vitu vile? Ili mradi waseme tu, si vitu vizuri. mm -hmm. Hata kama unaweza kufikiria, labda unaona ni jambo sawa, lakini kwa kutengeneza ile impact, lakini tengeneza impact kwa haki, sio e, ukifanya ovyo ovyo, uwe na dini yoyote Mungu anakuona yupo, anakuona yupo. Mungu yupo. Kwa sababu kila dini ana Mungu wake. Mm -hmm. Maana anataka na Mungu wa moto. Mm-hmm. Na yeye ni Mungu wao. Ndio. Kwa hiyo anamuona. Ndio. Eh, hey. Kwa sababu hakuna hata mmoja anayekufa kama kweli kuna mungu wa aina nyingine anaezikwa tofauti na mwenzake, basi angekuwa kuna mungu mwingine akazika mtu juu ya gorofa lake. Hapo tokea na yes, lakini sote tunazikwa ukiwa na mungu moto wapi ukiwa na mungu hewa wapi ukiwa na mungu jua wapi lakini nikupe moyo Mm, hiyo -hmm. ndo naomba sana dua baraka na ili uweze kuwalea watoto wako mm -hmm. ambao kakuachia mwenzio na soon okay. utakuwa vizuri. Amen, ashaba. Amen, ashaba. E, mwambiyo, mashabiki zako l zako Qurani za utazisambaza, au? hey, unajua kusambaza ningesha zisambaza lakini kidogo nilikwama kwenye mambo ya mpunga kufanya ile video. Na alafu unajua kuna uh, watu wanafiki ha, katika dini, unajua kusaidiana kwenye dini mm. Mtu anaweza akakuita kwa mbwe mbwe na nini mm. hivi na hivi <laughs> <Ati. laughs> basi au ah, kesi gani, kwani kesi hiki bwana bona ah, ila ndogo tu mm. basi usijali, tafute sijui nini, unampigia simu atake atakuongea naye sasa. <laughs> Mimi nikaona hii bwana kuomba omba bwana naye omba yuko juu huko mm. Maanake kumuomba binadamu mwenzio tena, ndio hivyo wanakudhalilisha na hivi mm. kwa hiyo namwomba Mungu anipe nguvu nimalize hizi video nitazitoa ntazitoa lakini bado sijamaliza, mm. lakini ishsharekodi sure. audio zote na vide nimerekodi nn mm. hivi shamaliza n kwa malkauli alhamdulillah, bado mbili ksabbu kuna, kuna vigarama garama vile vidogo vidogo vile ndosijavimaliza kwa hiyo Mungu atajalia inshallah mm -hmm. nikimalizia wataziona natengeneza basi. Natengeneza inshallah ataniona mm, na nitakuwa na namna hiyo kumtangaza Allah kwa njia hiyo na nyingine ya mawadhi mm, mji gani mm, na nanihitaji tutazungumza, tutaelewana na kuja, kwa sababu nimezunguka sana Tanzania e, mm. Kilosa, nimekwenda wapi, nimekwenda wapi, kwa hiyo nikienda kwa ajili ya hili pia, ile kwamba kwa nione kwamba kweli niko hivi natosha, mm. imawaidha na iwe, iwe ibra kwa wale ambao wanamwogopa Mwenyezi Mungu inshallah.